wezi kuwa mtu mkubwa kama uumbaji huko upande wako Never, lazima uumbaji ukuunge mkono wewe, na ndio maana kama kuna mahali unatakiwa kumwambia she, kumwaibisha shetani kusemesha tu uumbaji, saa nyingine uwe kinyume na shetani na mapepo ya na majini na maroho yake, kila wakikanyaga wanapigwa wanateleza. Anaandika, anaandika Daudi katika Zaburi anasema njia yao hiyo utelezi kwa nini wanapitia, wanateleza, wanapitia kwenye njia gani? Maanake wakipita angani wanateleza, wakipita wanateleza, njia yao iwe utelezi mm. eh? Mungu atusaidie. Mungu atusaidie, kuna mtu anadaki hizo nondo. hey, hey, hmm? amina. njia amina. yao iwe utelezi. Amina. Zaburi sura ya 35, ule mstari wa sita. Zaburi 35 mstari wa sita, njia yao na iwe giza na utelezi. Njia yao iwe giza na nini, na utelezi. maana ke mapepo akikutafuta, wanakutana na nini, na giza na utelezi. Amina. Kwa nini umeusemesha uumbaji? Umekusikiliza, halafu unausemesha kwa mara nyingine. Nataka ili yanaonifanikiwe ewe umbaji, ungana na mimi mkono kwa nini, kila kinachopatikana hapa Mungu ana faida. Natoa zaka Ujisifu, lakini unamwambia ukweli, unamwambia uumbaji. Ujisifu kwa mtu, kwa Mungu, kujisifu hapo sio dhambi. Natoa zaka kwa ajili ya Bwana, natoa sadaka kwa ajili ya Bwana Mungu, anaubia na hili. Ewe uumbaji, sikiliza, aliyekuumba anaubia na hili eneo. Hakikisha unaruhusu wateja waingie na kutoka, wasije mikono mitupu, wasije wale wakukopa tu, waje wale wakununua kwa jina la Yesu ali hai. Baada wanashangaa unauza kuliko wengine kama ni shuleni hivyo hivyo. Aliziruhusu ati maarifa niwe na maarifa, alizi sinizuia kupata maarifa. Uumbaji usinizuia kupata maarifa. Unaombea watoto wako kwenye anga gani? Kwenye eneo gani? Sasa kama ni mfanyabiashara mfanya kazi, haya maombi uyajui, hautaona mpenyo haraka. Utaona vitu vingi haviendi, unafunga na kuomba lakini haviendi. Maombi ni maarifa, maombi ni mbinu. Amina, amina. Bwana asifiwe. Amina. Lazima uwe na nini? Maarifa. Uwe na mbinu. Ukristo ni maarifa, Kristo ni mbinu. Lazima uwe na mbinu, lazima uwe na maarifa. Unausemesha uumbaji mpaka unasikia hata maombi ya kukimbia kimbia kama ndege. Jitahidi tu kusema, leo nataka kusemesha uumbaji tu, halafu na uamuru, uwe upande wako, uwe kinyume na shetani, uwe upande wako. Kwa nini? Umekombolewa. Kwa nini wenyewe, ni utumishi wa Bwana. Anasema katika Zaburi ya ishirini na nne vitu vyote ni mali ya nani? Ya Bwana. Mwambie wewe, mali ya Bwana wewe, umewekwa kaja kumtumikia Bwana. Usilete dharau, kuwa kinyume na mapepo, kuwa kinyume na majini, kuwa kinyume na kila roho ya kichawi na kishirikina. Nakwambia ukifanya hayo maombi kweli, kwa kumaanisha, utaona mabadiliko kwa jina la Yesu ali hai. Amina kanisa la Bwana muda umeenda, nami nataka tufanye hiyo kwa jema Mungu. Kuna point nimeachia ngapi hiyo? Eh? Nane, tutamalizia zingine kwa neema ya Bwana. Muongozo huo utakusaidia hapo ulipofika. Kwa sehemu sema Amen. Sema tena amen. Yamebaki kama mambo masita mangapi? Mungu atatusaidia tutajifunza muongozo wa namna gani ya kuomba amine. Amine? Amine. Amina namna kufanyaje? Namna ya kuomba. Namba moja. Naona sasa mmesha fu. Namba moja kumshukuru Mungu Baba, Mungu Baba, Mungu Mwana. Ah, we anaetibisi kusema Mungu Mwana jamani. Kumshukuru Yesu Kristo Bwana wangu na mwokozi wangu. Hey, fuata nilichofundisha. Amina. Siweke cha kwako. Amina. Kumshukuru nani? Yesu Kristo Bwana na nani? Na mwokozi wangu. Na mwokozi wa maisha yangu. Amina. Namshukuru na Baba Mungu. Amina. Namba mbili mshukuru Yesu Kristo Bwana na mwokozi wangu. Ameniokoa, amenilinda. Amini, unasema kabisa. Namba tatu ndio kiongozi, kiongozi wako na mwalimu wako. Amina. Alafu namba mbili, ah, namba mbili tu tumesema, eh. Namba moja, mwongozo herufi kubwa zile. Namba moja kumshukuru Mungu Baba na Yesu Kristo na Roho Mtakatifu, si ndio? Namba mbili, Roho Mtakatifu aniongoze katika kuomba. Amina. Namba tatu. Toba na maungamo. Toba na maungamo namba nne. Ni vae silaha zote za Mungu. Kwa silaha zote za Mungu. Nimekueleza hizo silaha. Si ndio? Amina. Eh? Sio kusema na vadi ya haki wakati una haki. Uvae ukiwa mwenye nini? Mwenye haki. Nini mwenye haki. Hey, namba tano. Namba tano. Niwaombe malaika wa Bwana waongozane na mimi kwenye vita. Namba sita. Nialike ufalme wa Mungu katika eneo, nialike ufalme wa Mungu katika eneo ninalotaka kuliombea. Namba saba, niachilie damu ya Yesu kwenye, ninalotaka kuliombea. Namba nane, niusemeshe umbaji huo upande wangu. Simama gawana na mtu mmoja, nenda kamfundishe mtu mmoja kwa dakika mbili hivi. Simama mahali, kamfundishe mtu mmoja. Simama mahali, nenda na vitu vyako, kamfundishe mtu mmoja, hivyo vitu Chukua mtu mmoja kamfundishe, usimchukua ambaye unafahamiana. Chukua mtu mmoja kamfundishe, na ni hakikisho umemfundisha na, na, na yeye akufundishe. Kama hajaandika tutajua hajaandika. <coughs> Mke wa Edward yeye ya amebeba kunyonyesha mtoto wake tu. Sasa Edward, kamfundishe mke wako, maana ye amebeba mtoto. Nenda kamfundishe mke wako, samfundishani, nawapa kibali, si mnafundishani? Ao naujaandika, naona unabonyeza teke. Eh, tunapofundishana hakikisha unaacha kila kitu. Era boshandara eh, eh, fundisha fundisha, mpe nafasi dakika chache akufundishe wewe na umfundishe: nimejifunza mwongozo wa maombi ni hivi na hivi.

Mnaongea tu huyo, kaandika kweli. Huyo Solomoni kaandika mwongoso wa maombi sasa. Kama alichelewa, ndio shughuli sasa.